Nilipata changamoto kwenye biashara zangu, mimi ni mjasiriamali. Kwa hiyo biashara zikawa zimetikisika sana, natakiwa kulipa ada, nina watu wengine nyuma yangu wananitegemea, sijui. Yani sina namna kwa wakati ule, nikawa nadaiwa sana ada nimeshawaza sioni namna naweza kufanya, nikawa nilikopa fedha mahali nikitegemea kwamba naweza nikafanya biashara alafu nikarejesha ile, ila imefika wakati natakiwa nirejeshe ile fedha, sina fedha na sina namna. Yule ambaye alinikopesha akawa ananidai sana na ile kelele nyingi, kiukweli wasiwezi. Basi kwa kuwa anadai sana anadai sana, hanipi pumzi baadaye nawaza sina namna ya kufanya, nikasikia hiyo siku ikapita. Kesho yake naona kama kifua kinanibana, nikaongea na daktari mara ya kwanza ile yes, siku nilivyoongea naye bado, yaani pale nilivyokuwa naye pale angalau kidogo kama namuelewa, akanielewesha akaniambia, kuna shida, akili inakuwa hivi vile, lakini ah, sikuelewa sana. Tukaondoka, nikakutana naye tena kwa mara nyingine ambayo ni mara ya pili lakini ila naona kuna nafuu kidogo, ikawa naendelea kakutana naye mara nyingine, tunazungumza uk tunazungumza kwa muda mrefu kidogo. Ninamshukuru sana Mungu, namshukuru sanamungukwaiiyaetulivyozii kwenda kula wakati, nikawa sasa naenda kwa wiki nakutana naye mara mbili tunazungumza, lakini akaniambia hiko, inabidi uanze dawa, likataa Uh, mbia dawa kwamba akili kulingana na changamoto zetu tunazopitia kila siku kwenye maisha ya kwetu. wakati wakati akili inaugua kama ambavyo tunapata magonjwa mengine, kwa hiyo akili nayo inapata shida. Kwa sababu akili ikipata shida inabidi utibiwe. Nilianza kumeza dawa, kaenda kama wiki nikaona napata ujasiri. Wakati upo kwenye hali hiyo ya ugonjwa wa afya akili, kuna mambo ambayo ulikuwa unayafanya ambayo unahisi kwamba sio ya kawaida, ni mambo yepi hasa? Ni woga ile kawaida. Mimi ni mama lakini siwezi kukaa peke yangu, yani nibaki ndani peke yangu, hapana. Siwezi kupika, huwezi. Niende nioge, nikienda kuoga na napus... yani wewe, naoga natamani hata niingie na mtu kuoga au, ile naita, bado uko hapo, bado uko hapo, yani naoga na uendelee kunisemesha mm -hmm, lakini siwezi kufanya kazi. Ninaumwa eti, hata nikipata kipele cha kawaida, hata chunusi. Ehe, sasa hivi ninachunusi, kwa hiyo nitakuwa na kansa, vitu kama hivyo baada ya kupitia kwenye hali hiyo, ulikaa muda gani ukaanza matibabu? Na matibabu yamechukua muda gani mpaka ukafika hapa ulipo sasa? Um, kabla sijakutana na dokta mm-hmm. ni miezi sita ilipita nikiwa na yani, hiyo miezi sita ni kwamba unahangaika. Na baada ya kuanza matibabu umekaa muda gani mpaka umekaa sawa sasa? Um, baada ya kuanza matibabu tuseme ile miezi mitatu, hata miezi mitatu ni mingi. Miezi miwili ya mwanzo nili, nili, nilikuwa naendelea na dawa, lakini nilikuwa niko vizuri, lakini tuseme ndani ya mwaka mmoja, mpaka nakuja kukaa vizuri ni mwaka mmoja. Mpaka leo tunavoongea leo, mwezi wa kumi, ni miaka mitatu. Ukifika tarehe ishirini na mbili mwezi huu ni miaka mitatu tukanipata shida, ila si jambo